Tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka 2025, bila, bila kichwa cha ujumbe kinachoitwa, tutakuwa huru kama tutaikubali na kuiishi kweli. Tutakuwa huru kama tutaikubali na kuiishi kweli. Haleluya. Hatuwezi kuwa huru hata siku moja kama hatujaikubali kweli na kuiishi. Haleluya! Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatusaidia siku njema ya leo kwa kutuambia kwamba kama tunahitaji kuwa huru, lazima tuikubali kweli na tuiishi hiyo kweli. Haleluya! Tuiamini kweli, tuielewe kweli, tuiishi kweli, ndipo tutawekwa huru, ndipo tutakuwa huru. Yako maeneo mengi hakujawa huru. Haleluya! Ni kweli, wengi tumeokoka tunasema tumeokoka, yawezekana ndivyo ilivyo lakini kiukweli, kuna maeneo mengi, watu wengi hatujawekwa huru, hatujawa huru. Haleluya! kwa mfano sule mfano, kabla haujaokoka, haleluya, ulikopa pesa Sasa umeokoka yule jamaa bado anakudai na haujawa na uwezo wa kumlipa ile pesa, lakini pia mbaya zaidi, haujawa na uwezo wa, wa, wa kuthubutu kumfuata yule jamaa ukakaa naye mkakubaliana. unachofanya Unapiga cheno unapita huku na anapita huku, utasema ini wekwa huru. Huo ni mfano tu, inawezekana hasiwemo katikati yetu, lakini huo ni mfano. Kwa hiyo ili uweko huru ni pale ambapo Mungu anakuwezesha na wewe unaweka mikakati, unapata pesa, unalipa ile deni, tayari kwa huru katika eneo hilo Aleluya. Yapo maeneo mengi ambayo tunaweza tukajidanganya ya kwamba tumewekwa huru. Maana tunapozungumzia kuweka uhuru ni katika sehemu mbili, kuna uhuru wa mwilini na uhuru wa rohoni. Aleluya. Ume, umedaiwa deni, inaweza ikaathiri hata uhuru wa rohoni. Uko kwenye ndoa Kabla haujaokoka ulijiachilia katika mambo ya kishetani, ukaenda ukamzalisha mtu. Haleluya, umekuja kupata neema ya wokovu, yule binadamu kule anazidi kukua, nawe nalijua ujapata uthubutu wa kumwambia mke wako ya kwamba jamani, mimi kabla sijaokoka, Nilifanya dhambi hii na hii, kwa hiyo nina mtoto kule, bado namficha. Utaniambia kwa sababu? Hilo bado linakuathiri wewe hata kiroho chako. Bwana Yesu asifiwe! Lakini kama ungeikubali kweli na ukaishi kweli, na maana mtu anayekubali kweli na kuishi ni yule ambaye anachukua hatua za kwenda kumwambia mke wake, kutokana na mimi nimeokoka na Mungu wangu naomba nikufahamishe hili, lakini neema ya Kristo inusike unisamee nifanye kama moja mbili tatu na jambo lenyewe liko hivyo. Huyo mtu ina maana ameikubali kweli, na kweli anafanya nini? Anaishi. Haleluya. Kwa hiyo kuna kuikubali kweli alafu usiiishi kweli, ina maana unapoikubali kweli alafu usiishi, bado uko huko. Tunatakiwa tuikubali kweli na tuishi kweli. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kweli ni nini? Kweli ni Yesu Kristo mwenyewe. Tuangalie neno kutoka Yohana Mtakatifu sura ya 8 na mstari wa kumi na mbili. Namba nisome kwa msaada wa Roho wa Bwana. Tena mtaifahamu kweli na nayo hiyo kweli itawaweka huru. Anaposema mtaifahamu, uko so kufahamu, sio kama yeye ndio ufahamu, usipo tofauti ndio ufahamu kwamba naona unataki fani eh, lakini yeye kuifahamu kwamba anafahamu mpaka kilicho ndani yake hmm, anachomaanisha kwa hmm, hiyo unaposema hmm, naifahamu kweli inabidi ufahamu Kristo na anataka nini hmm, na kila ambacho anakitaka ukifanye, anachokuelekeza kwa, anacho kwa, anachokuongoza kwacho ukifanye kwa maana uwe mwanafunzi wa Yesu ambaye umeacha haleluya, umeacha vya dunia ukamkubali Yesu Kristo, ukamfahamu Yesu Kristo anataka nini, ukamwishi Yesu Kristo. Hapo ndipo utasema mimi nimeifahamu kweli na ninaishi kweli na sasa niko huru. Huwezi kusema na mimi ni shahidi Siwezi kukubaliana na wewe unaposema nimeifahamu kweli kweli menokauu wakati huo unaishi kaa hiyo kweli. Haleluya! kwa hiyo tunatakiwa tuifahamu kweli na tuiishi kweli. Na kufahamu kunakozungumzia hiyo ni kwamba tuwe na uelewa wa kuiamini, tuwe na uelewa katika kuiishi tuwe na uelewa katika maeneo yote. Hata akija mtu yoyote anakuuliza kweli ni nini, uweze kumpa jibu au aweze kuona jibu. Haleluya! anaonaje jibu? ni maisha yako unayoishi, ni kwa namna ambavyo unavyozungumza, ni kwa namna ambavyo unavaa. Haleluya! Haleluya! E, tulikuwa tunaangalia kweli ni nini, tukasema kweli ni Yesu Kristo, kweli ni Yesu Kristo. Tukaangalia neno la Mungu kutoka Yohana sura ya kumi na nne na ule mstari wa sita. Haleluya! Yohana sura ya kumi na na ule mstari wa sita. Nasoma kwa msaada wa Roho wa Bwana. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hiyo tunaona hapo Yesu Kristo anajibainisha kwamba yeye ni kweli, haleluya. Lakini pia kweli ni neno la Mungu kweli ni neno la Mungu. Tukimalizia hapo ya kwamba kweli ni Yesu Kristo. Kwa hiyo ili useme mimi nimewekwa huru, unatakiwa umjue Yesu Kristo na umuishi Yesu Kristo. Haleluya! Ndipo useme mimi nimewekwa huru, na si kusema tu, hata kuonyesha watu waliookoka na wala ambao hawajaokoka watathibitisha kwamba wewe uko huru na uhuru watakaoudhibitisha kwako ni uhuru ambao uko tofauti na ule wa duniani. Haleluya! mtu ambaye yuko huru, kwa mfano, anaweza kuwa hana chakula ndani, haleluya, lakini umuani kupaparika, umuani kuwa na wasiwasi umwonye kuhangaika, umoja kutaabika. Unamkuta katika hali ya utulivu. Ni kweli hana chochote nyumbani, hana chakula, lakini kwa sababu anaye Yesu Kristo, anamwini Yesu Kristo, ambaye yuko ndani yake, ana utulivu wote. Haleluya, huyo ndio tunasema ameijua kweli na kweli anaishi, amemjua Kristo na anamuishi Kristo na naamini kwamba hili ambalo limeningia leo yawezekana ni jaribu langu la kuniinua. Kesho yangu haiwezi kuwa sawa na hii. Haleluya! Kwa hiyo uh, maana nyingine ya kweli ni neno la Mungu. Kweli ni neno la Mungu, Yohana sura ile ya 17 na ule ustari wa 17 kweli ni neno la Kristo. Naomba nisome kwa msaada wa Roho, oh, Mtakatifu. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Haleluya. Kweli ni neno la Kristo na Kristo ndio neno. Lakini kumbe neno la Kristo ambayo ni kweli ndilo linamtakasa mtu, kumwondolea makando makando, kumwondolea vifungo, kumwondolea mateso, kumwondolea magonjwa, kumwondolea vizuizi na kumweka huru. Haleluya. Hilo neno hilo ambayo ndiyo kweli, ukishalijua neno ukaliishi neno kama lilivyo, uwe na hakika ya kwamba vifungo vyote vitaondoka. Hakuna nguvu za giza zinaweza kustahili hiyo kweli hakuna nguvu za giza zinaweza kustahimili neno la Mungu ndani yako. Watu wengi tunapita kwenye changamoto kwa sababu kwanza, hatujaishika kweli na hatujaishi kweli, au tumeijua kweli lakini hatuishi. Tumelishika neno la Mungu lakini neno hatuishi. Haleluya, tunasema tumemjua Kristo lakini hatumuishi tunatakiwa tulishike neno na tuliishi, na kwa kufanya hivyo, kwa sababu neno ni Kristo Yesu, atakuwa anaishi ndani yetu na sisi tunaishi ndani yake. Haleluya. Kwa kuwa Yesu Kristo ndiye neno, atajidhihirisha kwetu, tutathibitika kwamba sisi tunampenda yeye. Haleluya. Tunatakiwa tunatakiwa kuishika kuiishi kwe, kui, kui, kuijua kweli na kuiishi kweli, ili tuweze kuwekwa huru kweli kweli. Haleluya, watoto wa Baba kwenye Biblia wasiweze kuchanganua kila neno anavyosema. Kuifahamu kweli anamaanisha kuishika na kuiishi, kuijua na kuiishi. Haleluya na tumefahamu ya kwamba neno ni Kristo mwenyewe. Kwa hiyo tunatakiwa tumjue Yesu Kristo, kwa maana ya kumwamini, kwa maana ya kuelewa, kwa maana ya kumuishi. Haleluya! tumejua ya kwamba neno kweli ni neno la Mungu, na tunafahamu tangu hapo kwamba Yesu Kristo ndiyo neno. Kwa hiyo tunapolishika neno tumemshika Yesu Kristo, tunapoliishi neno tumemuishi Yesu Kristo. Na yeye amedhibitisha ya kwamba Yoyote anayeshika neno lake na kulitii, huyo ndiye anayempenda, na anayempenda atajidhihirisha kwake, atafanya makao kwake. Huwezi kusema nampenda Kristo wakati haujaishika kweli na kweli haujaishi wakati haujaishika neno na neno hujaishi, huwezi kusema hivyo, utakuwa ni mwongo na utahukumiwa kwa uongo wako. Haleluya, hatuko hapa kunyosha vidole kwa watu, lakini Mtu anakwambia ninaenda kumwabudu Mungu katika roho na kweli, umuulize neno moja, unalishi neno? Atakwambia hiyo. Sasa kama unalishi neno, mbona umeenda kanisani leo kufundika kitabu hapa sasa ndio swali zaanza. Utamuuliza, unaenda kumwabudu naye Mungu? Ndiyo. Katika roho na kweli? Hey. Unamaanisha unalifahamu hilo neno katika roho na kweli? Hey, nalifahamu. Inamaanisha nini? Ni kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu na kwa mwongozo wa neno lake ambaye ni Yesu Kristo. Sasa kama unafahamu hivyo, mbona unashindwa kuyaishi? Huwezi kumfanyia Mungu ibada ya kweli kama yale ambayo una unayajua hauyaishi. Tufahamu ya kwamba Shetani naye anajua hivyo, anajua hivyo. Shetani anajua neno kuliko tunavyojua sisi. Kinyume chake na sisi ni kwamba yeye hawezi kuishi. Shetani anamwabudu Mungu mpaka anatetemeka. Usione tu mitetemeko ya kanisani mimi mimi mimi moto wa kanisani ukasema labda ni moto wa kweli au ukaona ukakudhibishia kwamba wewe umemfanyia Mungu ibada ya kweli na utaenda mbinguni. Shetani anafanya hivyo. Kinachotusaidia sisi kutofautisha na Shetani ni kulishika neno na kuliishi. Mimi nawaambia watu siku zote. Sitotishwa na muujiza wa mtu yote ila nitaupima muujiza. Nikikuta muujiza wake umetokana na neno la Mungu, nikasema huyu mtumishi wa Mungu. Kwa sasa shetani miujiza na anafanya tena, sio midogo. Na neno la Mungu limesema siku za mwisho atafanya miujiza mingi kiasi kwamba hata watakatifu nao watafanya nini? Watatekwa. Kwa kwao tuwe macho na kuwa macho kwetu ni kulishika neno na kuliishi, ni kuishika kweli na kuiishi, ni kumuishika Kristo na kumwishi. Haleluya! neno la Mungu ambalo limetujia siku njema ya leo, naweza nikakiri kwamba lime limeishia hapo kwa siku ya leo na, na tunachotakiwa sisi ni kuishika kweli, kuifahamu kweli, ili iweze kutoka huru. Haleluya, Mungu awabariki sana, kushukuru kwa ajili ya neno.